Shalom shalom, mtu wa Mungu wa thamani, karibu kwenye episodi ya tatu ya kipindi cha take a step kinachoitwa chukua hatua, anza kujifunza. Kwenye kipindi hichi cha tatu cha take a step kinachoitwa chukua hatua, anza kujifunza, nitakuwa nikijaribu kukuhimiza zaidi umuhimu wa kumjua sana Mungu. Unajua uh, tuna Wakristo wengi sana ambao wameokoka lakini hawajaamua uh, kuchukua hatua na kulipa gharama ya kumjua sana Mungu, na ndio maana tumekuwa na aina fulani ya Wakristo ambao kuna baadhi ya mambo yanaweza ka yakatokea kwa sababu ya uwezo wao mdogo wa kumjua Mungu, wakaanza kuyahukumu au wakaanza kuyasema tofauti kwao. Natamani wewe ulenisikiliza hapa uh, usikie wito huu na taelezea baadhi ya mambo machache hapa, ili ikusaidie kumjua Mungu sana, ili udhamilie kumjua Mungu sana. Unapokuwa umemjua Mungu sana, kuna faida nyingi sana. Kuna faida zingine ambazo wengi huwa tunapenda kuzi au tunazisikia mara kwa mara au tunapenda kusema mara nyingi sana kwamba sawa sawa, na maandiko kwamba mjue sana Mungu, ili uwe na amani, ndipo mema atakapokujilia. Ni sawa pamoja na mema kukujilia, lakini unapomjua Mungu inakusaidia vitu vingi sana na mtu anayemjua Mungu sio rahisi sana kupeperushwa na upepo wa kila namna. Ikitokea uh, kuna jambo fulani limepita, kuna upepo wa jambo fulani umepita, au upepo wa magonjwa au upepo wa taarifa fulani za msimu zimepita, watu wanaomjua Mungu wana uwezo wa kuwa imara, lakini watu wasiomjua Mungu ni vigumu sana wao kuwa imara. Hata sasa hivi, kwa mfano, kuna kesi zingine za watu kutaka kujua nani ni mtumishi wa Mungu wa kweli, nani sio mtumishi wa Mungu wa kweli, lakini watu wanakuwa na wanasema wa vitu vingi sana ambavyo ukiwaangalia kabisa hawa watu ni vile tu hawajamjua Mungu sana, kwa sababu ukishakuwa umemjua Mungu wako utawajua na watu ambao Mungu wako amewatuma kwa ajili yako. Kwa hakika utakuwa utakua na uwezo kujua nani ametumwa na Mungu na nani hajatumwa na Mungu. Lakini pia maamuzi mengi sana kwenye maisha yanafanywa kwa sababu tu mtu atakuwa amemjua Mungu sana, kwa sababu kama Mungu ndo, uh, ndo kila kitu kwenye maisha yetu na tunaishi kwa mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo utakapokuwa umemjua Mungu sana. Itakuwa ni rahisi sana wewe kuyafanya mapenzi ya Mungu. Baada ya episodi hii, natamani sana uka, u, u, unaposoma ili andiko tena au unapokumbuka huu mstari wa Biblia tena ukutie nguvu kuona kwamba una kila sababu ya kumjua Mungu sana. Ayubu 22:21 mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema atakapokujilia. Mkazo wangu upo kwenye mjue sana Mungu. Sasa uh, kati ya tunapotaka uh, kumjua Mungu namna kubwa sana au namna nzuri au moja kati ya njia ambao huwa tunatumia ili kumjua Mungu sana, moja ni kusoma neno lake. Na watu wengi sana, kwa sababu ya uvivu wa kusoma neno la Mungu au uzito ambao umekuwepo kwenye ili eneo la kusoma neno la Mungu, na ndio maana watu wengi sana, imekuwa ni vigumu kumjua Mungu. Hata kuna mambo ambayo maandiko yameyazungumzia lakini kwa sababu mtu hajawahi kuyasoma, kwa sababu asomagi neno. Akisikia mtu mtumishi um, wa Mungu anayazungumzia au Mkristo mwenzake anazungumzia, anaanza kushangaa, mwingine ana hukumu, mwingine anasema vibaya, lakini ajui kwamba haya mambo ambayo mtu, huyo mtu anayasema yapo kwenye maandiko, kwenye Biblia yake yameandikwa, lakini ya ajui kwa sababu gani ajui kwa sababu tu kuna kiwango cha kumjua Mungu bado hajafikia. Kwao njia ya kwanza ambayo itakusaidia kumjua Mungu sana ni kusoma neno lake. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Zaburi ya 119 mstari wa 105 kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Lakini pia Zaburi ya 119 mstari wa 11 maandiko yanasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisikutende dhambi. lakini pia kwenye zaburi hiyo kuna mahali anasema ya kwamba uh, anazungumzia kwamba nitasoma neno lako ili niyaone maajabu yatokanayo na sheria yako. Kwao neno la Mungu litakusaidia kumjua Mungu mwenyewe. Na ni kwa nini? Kwa sababu Mungu mwenyewe ni neno. Ukisoma Yohana moja moja, Mungu mwenyewe ni neno. Kwao unapokuwa unasoma neno la Mungu sana, unakuwa unamsoma Mungu mwenyewe, na hivyo inakuwa ni rahisi wewe kumjua huyo Mungu ambaye anajita neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Njia ya kwanza ni kusoma neno la Mungu ko, kwa amua, kuanzia leo kwamba natamani nimjue Mungu sana, ili nisiumbishwe na upepo kila namna Ukija upepo wa magonjwa ni siyumbe, upepo wa kibiashara ukipita ni siyumbe, upepo wa kisiasa ukipita ni siyumbe, upepo wa kimahusiano ukipita ni siyumbe. Ili usiyumbe, amua kumjua Mungu sana, na namna ya kumjua Mungu sana, mojawapo ni wewe kuamua kuwa msomaji wa neno la Mungu. Kusoma neno la Mungu ni rahisi tu, unaweza ukaamua kujiwekea nidhamu. Japo mwanzoni, wakati unaanza safari yako ya usomaji wa neno la Mungu, inaweza siwe rahisi sana, lakini utakapokuwa ukiendelea kwenye hiyo nidhamu na kwenye hiyo nidhamu nidhamu utashangaa unapata uwezo wa kusoma neno la Mungu kwa uendelevu mkubwa sana. Kwa hiyo hakikisha unasoma neno la Mungu, na unaposoma neno la Mungu na unaelewa kitu kwenye neno la Mungu, hakikisha unaingia kwenye kuomba. Watu wengine wanaposoma neno la Mungu huwa anasoma neno la Mungu tu akimaliza anafunika Biblia anaondoka. Hapana, ili umjue Mungu vizuri kabisa ili umjue Mungu vizuri kabisa, unaposoma neno lake ukaelewa kitu kwenye neno lake hicho ambacho umekielewa nenda kaombe, nenda kaombe. Baada ya muda unapofanya uwekezaji huu, baada ya muda utagundua kwenye ki, kuna kiwango cha kumwelewa Mungu umefikia ambacho ni tofauti na watu wengine. Ngoja nikupe mfano mmoja kabla sijasema chanzo kingine cha au njia nyingine ya pili ya kufanya ili umfahamu Mungu sana. Kwa mfano kuna maeneo unaweza ukamkuta mtu akamwona mtu mwenye dhambi akaanza kumhukumu au kumnyoshea vidole au kumsema. Nafikiri kuna wengi tumeshawahi kuona hayo mambo, lakini pia kuna mtu mwingine anaweza kuwa eneo hilo, akamwona huyo mtu mwenye dhambi, lakini huyo mtu wa pili asimhukumu, asimnyoshee vidole au asimseme, lakini moyoni mwake tu akasema kwamba natamani kama huyo mtu labda angekubali nae kumpa Yesu maisha yake, aokoke, awe mtu mzuri. Subiri, tofauti kati ya hawa watu wawili, mtu wa kwanza Huyu mtu wa kwanza alimwona mtu mwenye dhambi, yeye akaisha tu kumsema, mwone anafanya vibaya, shika alivyovaa, mambo anayofanya, sio ni mambo ya hovyo atajutia. Mtu wa pili alipomwona, akasema no, huyu mtu, kwa nini asiokoke? Kwa nini simpe Yesu maisha yake? Kwa nini sio tofauti utakuja kugundua hawa watu wawili, mtu wa Mungu, nakuhakikishia hawapo kwenye kiwango kimoja cha kumjua Mungu. Kuna mtu amemjua Mungu kwa kiwango ambacho upendo wa Mungu ndio umekuwa upo ndani yake, kwa hiyo anapomwona mtu mwenye dhambi hamuoni kwa ajili ya kumhukumu, anamwona kama Mungu anavyomwona. Huyo Mungu akimwona mtu mwenye dhambi anamuonaje? Mungu akimwona mtu mwenye dhambi anamwona kwamba huyu mtu inabidi atubu, aje kwangu. Na ndio maana Yesu a Mungu alivyoona duniani kuna dhambi nyingi sana, Mungu akusema waone wafanya dhambi watakoma? Hapana, Mungu alikaa kwa upendo wake akaamua kumtoa Yesu ili kila mtu amwamini, ili kila mtu amwamini ayo na uzima milele. Japo japokuwa watu wengine bado hawamwamini, lakini Mungu bado anakuwa na watumishi wake ambao anawatuma. Yaani Mungu anafanya kila jitihada ili tu watu waokoke kwa hiyo huyu mtu ambaye ameshamjua Mungu zaidi, ndani yake utashangaa anasema, huyu mtu inabidi aokoke, huyu mtu atakiwa kuwa hivi, ngoja nibubilie injili kidogo, labda nimfanyie hivi atakubali kuokoka, au labda tufanye hivi atamkubali Yesu. Atafuta namna mbalimbali za kumsaidia mtu aokoke. Huyu mtu kuna kiwango cha kumjua Mungu amefikia, tofauti na huyu mtu mwingine kwa hiyo haya mambo yanaweza kutokea kwa mtu tu ambaye amemjua Mungu kwa kiwango fulani. Kwa hiyo dhamiria kumjua Mungu, na njia mojawapo ya kumjua Mungu ni kwa kusoma neno lake. Kuna mambo kwenye maisha hautayaona, hautayaishi ya, ya, hautayafurahia kama hausomi neno la Mungu. Kuna kiwango cha mafanikio hautafika kwenye biashara yako, kwenye siasa eh, kwenye kila ambacho unakifanya, hautafikia kwenye utumishi kama hausomi neno. Na kwa sababu kwa sababu tu kiwango chako cha kumjua Mungu kitakuwa chini. Njia ya pili ambayo itakusaidia kumjua Mungu haraka au kumjua Mungu kwa ukubwa sana ni kwa kusoma vitabu vitabu vitabu, vitabu. kuna vitabu ambavyo vimeandikwa na watumishi wa Mungu na kuna vitabu vingine ambavyo havijaandikwa na watumishi wa Mungu. Hapa nazungumzia vitabu vya Kikristo ambavyo vimeandikwa na watumishi wa Mungu. Sasa inakuwaje hivi? Kuna watumishi wa Mungu ambao walisoma Biblia wakasoma maandiko, wakamwelewa Mungu kwa viwango fulani, na baadaye wakaamua kuwarahisishia watu wengine ambao wanakuja nyuma yao ili kujifunza, wakaamua kuandika vitabu. Kwa hiyo muda mwingine unapokuwa unasoma neno la Mungu na vitabu, sio mbadala wa neno la Mungu, unasoma neno la Mungu lakini pia unaweza ukawa unasoma na vitabu vya Kikristo. Najua wengi sana hujalewa kwenye mazingira pengine ya kusoma hivyo vitabu, sawa, lakini una uwezo wa kujijengea nidhamu ya kusoma vitabu na hiyo nidhamu ikawa maisha yako. Kwa hiyo vipo hivyo vitabu ambavyo hawa watumishi wa Mungu walisoma Biblia wakamjua Mungu sana, na kwa sababu walimjua Mungu sana wakaamua kuandika vitabu, na unaweza ukapata hivyo vitabu ukawa unasoma pia ikakusaidia kumjua Mungu sana. Kwa mfano Unatamani kumjua Mungu sana kwenye eneo la uponyaji. Hivi Mungu kwenye uponyaji, anapoona mtu anaugua, Mungu anajisikiaje? Mungu anatamani kufanya nini? au Mungu huwa anafanya nini? Labda unatamani kumjua Mungu sana kwenye ndoa, e, kwa wale ambao wameoa au kuolewa. Unatamani kumjua Mungu sana kwenye biashara, unatamani kumjua Mungu sana kwenye uchumi, unatamani uh, kumjua Mungu sana kwenye siasa. Unaamua kutafuta vitabu ambavyo vinazungumzia uh, hayo maeneo unapokuwa unasoma vile vitabu vina, vinaanza kukuonesha mtazamo wa Mungu kwenye siasa, vinaanza kukuonyesha mtazamo wa Mungu kwenye uchumi, mtazamo wa Mungu kwenye ulinzi. Mungu anawaza nini kuhusu kuwalinda watu wake? Mtazamo wa Mungu kwenye ndoa, Mungu anawaza, anawaza nini kuhusu ndoa? Na kutokea hapo inakusaidia wewe ndani yako kupokea ule mtazamo wa kimungu moja kwa moja kutokea kwenye kitabu au kutokea kwenye Maandiko, na yanakuwa maisha yako kupitia hivyo pia una uwezo wa kumjua Mungu sana, lakini pia njia nyingine unaweza ukaitumia. Nitasema tu njia chache kwa leo. Njia nyingine pia ni kwa kusikiliza audio, kwa maana ya uh, mikanda ya sauti na na video za watumishi wa Mungu mbalimbali, kwa sababu hapa focus kubwa ni kumjua Mungu kwa, lazima uwasikilize watu ambao Mungu amewaamini ambao ni watumishi wake. Hatuwezi tukasema tunataka kumjua Mungu sana kupitia audio na video tukasikiliza audio na video za watu ambao sio watumishi wa Mungu, kwa ni audio na video za watumishi wa Mungu, kwa sababu kuna watumishi wengine wa Mungu kwa wamefikia viwango vikubwa vya, vya kumjua Mungu na hivyo wanaamua kuachilia mtazamo wa Mungu kwenye maeneo mbalimbali ya maisha kama ambavyo nimesema mwanzoni, elimu na vitu vinginevyo vingi sana. Kwao unapokuwa unasikiliza watumishi wa Mungu, una uwezo wa kukuza sana uwezo wako wa kumjua Mungu. Niseme tu njia hizi chache ambazo zinaweza kukusaidia kwenye kumjua Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu unanisikiliza hapa, hebu amua wakati huu kuanza kumjua Mungu wewe. Kuna mambo yalikukuta na ukakata tamaa kabisa ukapotea kabisa, labda ukafilisika kabisa, labda kwa sababu tu ulikuwa umjui Mungu. Kuna uwezekano unatafuta kazi muda mrefu sana, mpaka sasa hivi hujapata kazi, na kuhakikishia tu, kuna kiwango cha kumjua Mungu ungekuwa umefikia. Kuna uwezekano wewe kazi yako ipo, lakini hauipati kwa sababu tu kuna adui au kuna mtu amezuia mahali. Kama ungemjua Mungu kwa kiwango fulani, kuna uwezekano ungejua kabisa nini cha kuomba, namna gani ya kuomba, ili upate kazi yako. Kuna uwezekano ungejua kabisa kwamba mawazo ya Mungu labda hatamani kukuajili ile eneo ambalo unang'ang'ania, Mungu anataka kuajili sehemu nyingine, labda ungejua, kama unamjua Mungu kwa sababu moja ya faida kubwa sana ya kumjua Mungu, inakuwa ni rahisi sana kupata mawazo ambayo Mungu anatuwazia na tukayaishi. Maandiko ya saba kwa kitabu cha Yeremia 29:19 kwamba tunayajua mawazo ambayo Mungu anatuwazia ni mawazo mema tu. Kwa maana hiyo, kama nitakuwa nimemjua Mungu sana, inaweza ikawa rahisi sana kwangu mimi kuyapata na mawazo ambayo ananiwazia. Nikiyapata mawazo anayoniwazia Mungu, inakuwa ni rahisi kuyaishi. Kwa mfano, umemaliza chuo ukajua Mungu anakuwazia kupata kazi kwenye taasisi au kampuni fulani au leo fulani, ukiajua haya mawazo. Kwa hiyo inakuwa ni tofauti na mtu ambaye amemaliza chuo na hajui kwamba Mungu anamwazia kupata kazi. Huyo analalamika tu, hey, kazi hamna, ajira hamna, au mwingine analalamika tu vitu ambavyo wafahamu na bila kujua kwamba labda Mungu anamwazia ilo wazo, lakini mtu ambaye ameshajua kwamba Mungu amemwazia wazo la kupata kazi. Huyu mtu hata anavyoomba itakuwa ni tofauti. Atakapokuwa akiomba atakuwa akisema Mungu, tu asante kwa sababu najua wakati fulani lazima nitakuwa kazini. Kwa nini huyu mtu anaomba hivi? Kwa sababu kuna kiwango cha kumjua Mungu amefikia, na hicho kiwango kimempa yeye kudaka mawazo ya Mungu kirahisi, na imekuwa rahisi kuyatendea kazi. Kuna mwingine anahangaika, sema biashara ziendi, biashara hizi ni hasara tu, kwenye biashara hizi kufanikiwa. Wakati huo wa mtu mwingine analamika hivyo, kuna mtu mwingine amemjua Mungu sana, kwa kiwango ambacho amedaka wazo la Mungu ambalo linasema kwamba kwenye hii i biashara mtoto wangu, nitakubariki maombi haya watu wawili aweze akafanana. Wewe utabakia unalalamika, mwenzako anafanikiwa kwenye hiyo hiyo biashara, anafanikiwa kwenye hiyo hiyo elimu, anafanikiwa kwenye hiyo hiyo kampuni, anafanikiwa kwenye hilo hilo eneo. Kwa nini? cha kufanya amua kumjua Mungu amua kumjua Mungu sana, ili kwenye biashara ambao wengine watakuwa wanalalamika, wewe utakuwa unalalamika, utakuwa unamuuliza Mungu, Mungu kwenye hii biashara tunaenda tueni? Mungu akisema tunaenda, unaenda katika jina la Yesu. Wote utakuwa tunamuuliza Mungu, hii nafasi ya urais hapa chuoni, hii nafasi ya ubunge hapa chuoni, hii nafasi ya ubunge kwenye hili jimbo, hii nafasi ya uongozi kwenye hii nchi, Mungu niende au nisiende? Mungu akisema nenda, unaenda katika jina la Yesu. Na mambo mengine mengi sana utakuwa unataka kujua, je, Mungu ananiwazia nini? niende au nisiende? Mungu akisema nenda, utakuwa na ujasiri wa kwenda. Kuna mambo mengi sana ambayo umeshindwa kuyafanya sawasawa kwa sababu tu haujamjua Mungu sana. Bado ni wito wangu kwako umjue Mungu sana. Maandiko yanasema mjue sana Mungu, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujilia. Utagundua hata kutokumjua Mungu pia ni sababu ya watu wengine kuwa maskini kama maandiko yanasema ukimjua, okay, Mungu utakuwa na amani, alafu mema ndio atakuja. Kwa maana kama usipomjua Mungu hautakuwa na amani na mema hayatakuijia. Kwa hiyo hata mafanikio ambayo unataka kwenye hilo eneo, kwenye hiyo kampuni, kwenye hiyo taasisi, kwenye hiyo biashara yako, kwenye hiyo elimu yako, mjue sana Mungu kwanza. Mungu atakupa amani na mema yatakuijia kwenye hilo eneo ambalo upo. Kwa hiyo uto wangu kwako ni kumjua sana Mungu, na nakuombea katika jina la Yesu Kristo. Baada ya kusikiliza, uh, kipindi hichi, Mungu akusaidie akupe neema na kiu ya kusoma neno lake, kusoma vitabu na kusikiliza mafundisho, na hivyo uwe na shauku ndani yako ya kumjua sana Mungu, ili uwe na amani na mema yatakuwa fungu lako, katika jina la Yesu Kristo. Umebarikiwa, amen.